Kikao hicho kilichofanyika mjini Kitale kilijadili njia bora za kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi zinazoathiri wakazi wa ukanda huo. Gavana Natembeya alisisitiza haja ya kuwa na uongozi wa maono unaoweka mbele masuala ya usawa, utawala bora na maendeleo jumuishi. Aidha, alihimiza ushirikiano kati ya kaunti ya magharibi kama njia ya kuguza njia za pamoja kuelekea ajenda ya kitaifa. Maneno yetu ambayo tumekuwa tunaongea mambo ya umoja wa eneo la magharibi, na nia yetu na ari yetu kuhakikisha kwamba ile serikali ambayo itaundwa mwaka wa 2027 tutakuwa part of that government. Uh, ili watu wetu wapate haki yao, kwa sababu unajua kwa miaka mingi sisi eneo la magharibi hatujapata ule mgao wa kitaifa ambao tunastahili licha ya kulipa ushuru mkubwa, mkubwa sana. Na sisi tumeamua kwa kauli moja kwamba kuenda mbele kama, kama, kama jamii ya magharibi, na mnajua jamii ya magharibi ni cosmopolitan, tuko na shida ambazo zinawiana, zinafanana, tutaongea na sauti moja, na tumekubaliana na wazee kwamba siasa sio kitu kibaya, siasa ni kitu kizuri, maana masuala yote ya kitaifa yanapangwa kupitia kwa njia ya siasa. Wakitoka hapa wataenda kuhamasisha watu wetu, na ile siku ambayo nitaenda kule Busia ambayo ni siku ya um, Ijumaa kutakuwa na, na, na mikutano na ambayo tutafanya kule Butula, tutazunguka kaunti uh, mzima, maana nitakuwa kule Busia siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Naomba wakazi wa Busia mjitokeze kwa wingi ili Kenya ijue kwamba wakati huu jamii ya Mlembe, jamii ya Western inaongea kwa sauti moja. Waliohudhuria walimpongeza gavana natembea kwa maono yake, wakionyesha kumuunga mkono katika juhudi zake za kuleta mabadiliko na tuko na furaha kwa maana tuko na kiongozi ambaye amejitokeza kwa ujasiri kuongoza Western region iwe kitu kimoja, ili wakati mambo inatengenezwa pale national, keki yetu sisi kama watu wa Western tuweze kuipata. Kwa hivyo sisi kama Busia tunakaribisha Mheshimiwa Gavana kule akuje, ili atangamane na wananchi wa Busia, watu wa Western, ili tuwe kitu kimoja, manake tangia ajadi western hatujawahi shikamana. Wakati ya ugavi ya keki ya nchi unapata western Kenya tunaachwa nje. Tukakuja hapa kutembelea uh, gavana wetu uh, mheshimiwa Georgi natembea na lengo letu kuja hapa tumekuja kumwomba ili akuje, eh, katika gatuzi letu la Busia aweze kuzungumza na watu wetu wa Busia aweze ku, kuwaeleza namna ambavyo tutatembea pamoja kuelekea mwaka 2027. Matarajio ya jenzi uh, kwanza ni kukutana na governor na awambia agenda yenye akonayo. Yes, we know that the Tawi movement is about redemption of the western region but just understanding kwa ukina zaidi uh, ni, ni, Roadmap gani yako nayo kwa sababu ya majenzi sana sana na pia jinsi anaenda ku include the young people. Ma kikao kilichoongozwa na Gavana George natembea kati ya viongozi wa Trans Nzoia na Busia kimeashiria mwanzo mpya wa harakati za kuunganisha eneo la magharibi kisiasa na kiuchumi kupitia ujumbe wa mshikamano, usawa, na maendeleo jumuishi. Kikao hicho kimewapa wakazi matumaini mwele ya mwelekeo mpya. Ni kiripotia mtazamo wa dira, runinga ya Tandao. Jina langu ni Brigid Sikuku.